Kufahamika tu kwamba hakuna kitu kinafanyika haina msaada wote. Kwa hivyo wanatakiwa ajitahidi ajue chanzo cha fedha, kiasi gani cha fedha, mradi unatekelezwa wapi, mm. Uh, mradi unaitwa utajua kuisha lini na unakwenda kuzalisha kitu gani. Mm. Ambacho kile cha mwisho kinachozalishwa mlaji ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo tuna tunahimiza wananchi kuchukua hatua kufuatilia sasa ni, ni fedha kiasi gani zimeletwa na serikali au vifaa kiasi gani vimeletwa na serikali. Kwa mfano, kama sasa hivi tuna ujenzi wa shule ya sekondari ya vulana ya Kanda ya Magharibi mm -hmm. Ambayo tumebahatika sisi Katavi ku, kupokea mradi huo mkubwa. Kwa hiyo katika ule utekelezaji unakuta tulicho baini ni baadhi ya wananchi kuto kutotaka hata kujihusisha kujua ule ule mradi una una ukubwa gani mm -hmm. Lakini hata kufuatilia kuona unapokwenda kwa sababu unakuta wakati mwingine kuna vifaa vinaibiwa, lakini vikiibiwa, tunaamini mwananchi ndio ndio anayepokea pia anayeuziwa vile vifaa. Sasa ukiujumu uki, uki mradi wa maendeleo maanake, huko mbele inaweza ka mradi unaweza kamilika vizuri, lakini usiwe imara mm, na madhara yake ni makubwa. Kwa mfano kama ni majenzi, maanake hayo majengo yanaweza yakaanguka yaka yakaua wanafunzi. Kwa hivyo mwananchi tunasisitiza ana, ana part kubwa ya kucheza mwenye, kwenye kwenye ufuatiliaji wa miradi hmm. na as, asishie hapo. Anafanya pia ukaguzi yeye mwenyewe kuangalia, maana kuna vingine ambavyo tunakuwa tuna, tuna, tuna, vifahamu wananchi wote wana, wana tunaamini wananchi wote wanaweza kufuatilia miradi, kwa sababu ni watekelezaji wa miradi wao wenyewe. Wanajenga kwao kwenye maeneo ma, yao, wanajenga majumba yao, wanajenga nyumba za biashara wanashiriki kwa aina nyingi kwenye miradi yao binafsi. Kwa hiyo wakiuangalia mradi wa serikali, mradi ambao unaendelea, wanaweza kujua kama matofali maybe hayako kwenye kiwango au mabati yanaweza kuwa hayako kwenye kiwango pia au wanaweza pia kushuhudia watu wakiiba rasilimali za umma kutoka kwenye miradi inayoendelea. Kwa hivyo ndio lengo kuu la, la kipindi hiki cha leo. Sawa, lakini hapo hapo, mara kadhaa ukizungumza na mwananchi, yeye anaweza kukuambia kwamba ni kweli nafahamu ama naona kuna vitu labda haviko sawa katika mradi fulani, lakini unakutana na ile, ana uoga wa kuelezea kwamba kuna tatizo moja mbili tatu, au kujitokeza ama kwenda kuuliza, kwa sababu tu labda pengine ataambiwa wewe unauliza kama nani sijui unaona, sijajua. Ninyi kama TAKUKURU mnafanya nini kuhakikisha kwamba hao wananchi wanatambua kwamba hiyo ni haki yao, lakini wakishakutana na mambo ya namna hiyo, kitu gani hasa wanaweza kufanya? Um, ni, ni kweli kuna wananchi asilimia kubwa niseme, asilimia kubwa ya wananchi hawajui kama ile miradi ni ya kwao, yani wana wanaamini kwamba ile miradi ni ya mtekelezaji, lakini tunapotoa elimu mara nyingi tunawaeleza hata sasa tunaeleza kwamba ile miradi ni ya kwao, kwa hiyo watakiwa watengeneze eh, sensi ya kuumiliki, umiliki ule wa ule mradi, wajue kwamba kile kinachofanyika pale ni sawa sawa na, na ujenzi wa banda la kuku na wanaenda kufuga wewe mwenyewe. Uwezo uwezo ukaacha lijengwe vibaya kuku, kwa sababu unajua kuku wanaweza wakaibiwa. Kwa hiyo wananchi wana njia nyingi kwanza za kutoa taarifa, kwa mfano kutoa taarifa TAKUKURU. Wana njia nyingi kama hawawezi kufika wenyewe kwa wasiwasi ambao upo katika jamii na ni kweli kwamba wengine huwa wanatishwa lakini wanaweza kupiga simu kuna simu ya bure namba moja moja tatu wanaweza wakapiga hiyo namba na wakaeleza tatizo liko wapi si mpaka mtu apokee rushwa ndio takukuru iambiwe hata kwenye hizi haya majukumu mengine kwenye ufuatiliaji wa miradi kama kuna tatizo limeonekana kwenye ufuatiliaji wa miradi basi mwananchi ana jukumu sio hata ni, ni, ni jukumu yani la kutoa taarifa kwamba kuna tatizo kwenye mradi fulani alafu sisi tutachukua hatua